Dkt. Samia akiwa hapa Hanang anasema akiwasili katika eneo hili kupata hisia za pekee kutokana na janga lililojitokeza mnamo Desemba tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tatu ambapo maporomoko ya udongo yalileta athari kubwa katika eneo hili na pia wakati ule alituma jeshi kuja kutusaidia. Kwa hiyo tunakushukuru sana mama Samia, tunasema Mungu akuweke juu. Kuhusu sekta ya kilimo na uzalishaji wa mazao ya chakula na biashara, Dokta Samia anasema tayari jitihada zilishafanyika kwa kusambaza pembejeo za ruzuku kwa wakulima, lakini mkakati mwingine ni kushughulikia uendelevu wa mashamba yaliyokufa. hatua tutakazozichukua pamoja na kutoa ruzuku za pembejeo lakini tunakwenda kuyashughulikia mashamba. Tunajua kuna mashamba makubwa yametolewa kwa wawekezaji, wawekezaji hawajayendeleza. Kwa hiyo tumetaka mamlaka ya maeneo huru na uwekezaji waangalie upya mikataba ile na waangalie jinsi tutakavyoweza kuyarudisha mashamba yale ili sasa tuyafanye mashamba yale, tuangalie jinsi ya kuyagadawa na yaweze kuzalisha amba. Tuna mashamba ambayo yangeweza kuzalisha ngano nyingi, lakini tunaagiza ngano nyingi kutoka nje. Maelekezo mengine ni kuhusu shamba la Basuto kuendelea kukodishwa kwa wananchi kwa uwazi na kwa gharama nafuu, pamoja na uhakika wa soko la zao la mbazi. Amewaahidi pia wafugaji uhakika wa soko la nyama, lakini akitoa msisitizo wa kuboreshwa kwa mazao ya mifugo. Ramadhani Mvungi, Azam News, Hanang, Manyara.